Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan amezindua ujenzi wa majengo matatu yatakayotumika kwa ajili ya wakina mama na watoto yatakayojengwa katika hospitali za Ilala, Amana na Mwananyamala kwa ufadhili wa Amsons Group Company ambayo yatagharimu shilingi bilioni 4.5. Hamis Suleiman anaarifu zaidi. Aidha, majengo hayo ya kisasa ambayo ujenzi wake unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi 12, kila moja litakuwa la ghorofa tatu, vitanda 150, huduma za dharura za upasuaji, vyumba maalum kwa ajili ya watoto njiti wanaozaliwa chini ya muda wao. Akizungumza mara baada ya kuzindua ujenzi wa majengo hayo, makamu wa rais amesema kukamilika kwa majengo hayo kutapunguza msongamano katika hospitali ya rufaa ya Muhimbili, lakini pia kutasaidia kupunguza vifo vya watoto na kina mama. Tumuunge mkono ili aweze kujenga jengo hili pasipo na changamoto, pasipo na vikwazo. Tumuunge mkono kwa sababu analolifanya ni letu na sio lake, ni letu wananchi na sisi viongozi tumesimama tumeapa kuhudumia au kutumikia wananchi. Kwa anachokifanya anatuunga mkono, lakini kazi hii ni yetu. Naomba tuisimamie, tumpe nguvu na tumsaidie kila pale atapokuwa amekwama, ili aweze kufanya vizuri. Naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia na watoto Dr. Hamisi Kigangwara amesema pamoja na changamoto kadhaa zinazoikabili sekta ya afya katika hospitali za rufaa za mikoa, serikali iko mbioni kutatua changamoto hizo, huku waziri wa nchi ofisi ya rais, utawala bora, Angela Kairuki akiwataka kufanya kazi kwa bidii na uadilifu, huku serikali ikishughulikia maslahi ya watumishi wa afya, wakipigana usiku na mchana kuhakikisha tunapunguza kwa kasi sana vifo vya wajawazito na vifo vyote vinavyotokana na uzazi. Kwanza kabisa, kwa watumishi wetu tufanye kazi kwa bidii. Natambua mmekuwa mkifanya kazi kwa bidii sana, lakini sina budi kwa niaba ya viongozi wao kuendelea kugoshi. Natambua mheshimiwa makamu wa rais atasitiza sana, lakini naomba sana kwa kwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, ambaye alifanikisha kupatikana kwa mradi huo, amesema lengo lake ni kuhakikisha wananchi wa Dar es Salaam wanapata huduma bora za kisasa, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. Magufuli baada ya kuingia madarakani. Serikali yetu inapambana kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kupata kodi ili kodi hizi zitusaidie kuongeza na kuboresha huduma mbalimbali lakini wakati tunasubiri kodi, sisi tukasema na sisi tuangalie njia zingine za kusaidia kuweza kuwakwamua wananchi wa mkoa wetu. Hali kusema kweli ilitugusa, tulikuwa tunataka kutoa msaada ambao kama alivyozungumza mkuu wa mkoa mwanzoni, Paul Makonda, Ilala, kwamba nia yetu ilikuwa kujenga hospitali pale pale kuongezea, lakini baada ya maombi mbalimbali ikabidi tufikia maendeleo hayana chama kwamba majengo haya yakiendelea kujengwa wanaotibia wanachato wa Kitanzania, wakina mama nyendo mtatumia majengo haya kwayo, kwa hiyo tuseme kwamba maendeleo hayana chama. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.